Dakika tisini zimetamatika hapa kwenye dimba la Benjamin William Mkapa, mi niko na Mzaramu, tuyapate mawili matatu ambayo wameyaona ndani ya dakika tisini. Bwana uko poa lakini ndugu yangu? Ah, nikopoa. Mm, nikopoa, mm, nikopowa, mm. Niko poa poa, niko vizuri. Eh. Jino la 30, 31, 32. Furaha hii ya namna gani hasa? Ah, furaha hii kwanza kubwa ukizingatia jana tumetoka kuchukua ile era yetu ya bonanza lilofanyika mwembe yanga pale kuelekea mm. Hey, kwa hiyo jana tumepata kwenye tawi langu nguvu ya Simba asilia mm, tumeweka mfukoni uh-huh. Nimekabidhiwa jana na uh, viongozi wa idara ya habari na michezo kina Ahmed Ally, basi tumefarijika kwa hiyo, lakini leo tumekuja kwa Mkapa, tumekuja kuburudika mm. E, tumekuja tumeburudika kwelikweli, tumeona soka safi, vitorojolo, upishi mwingi. E, kila mtu mguu wake kauonyesha thamani ya mguu wake. E, kila mtu anapika, yani kama unakanga sambusa, unakanga soseji, unakaa, unachoma mishikake, yani watu walikuwa wanafurahi, na hakika kabisa mashabiki walio waliokaa nyumbani wamekuwa miongoni wenye kupata hasara eh, mina alkhasirina eh, wamekuwa miongoni mwa wenye kupata hasara. Burudani tuloiona hapa leo haijawahi kutokea eh, naamini kukaa kuangalia kwenye TV yeah, wamepata hasara kwa hiyo Uh, tunaendelea kuiunga mkono timu yetu, naamini kabisa nimeona kocha Matola leo kafanya rotation kubwa. Tumemwona Morris Abraham, kumbe yule kila akipata chance mguu wake ukiwa mita moja anapiga bwana, tumemwona eh, umemwona Deo Maema akizunguka pale ndani ndani eh. Kwa hiyo kila mchezaji leo na surprise kubwa kabisa, tulitaka afungue kurasa, so leo kafungua ukurasa na amefurahi kweli kuhakikisha anafungua dimba mechi ya kwanza ya ligi anafungua. Basi inayokuja nadhani kutakuwa na uwepesi zaidi, maana kulikuwa kuzito, akafunga kwenye sehemu ngumu, lakini akaja sasa akawa tayari amekuwa na confidence, ukaona anachukua mpira. Lakini kimwanzo, kiukweli, alikuwa kila akichukua mpira hamna kitu, akichukua anapoteza. mm -hmm. Hey, lakini baadaye akazidi, akatuliza akili, tukawa tunamwona anachukua, anawachukua kama huwa vile anavyowachukua huwa, si unaona, akipata anawachukua, anaingia ili mpanzo kibisa, wala akipata anawachukua, anaingia kwa hiyo leo hii wana Simba tulikuwa tuna tamani ule mpira hatirisi, ingeongezwa dakika kumi na tano tulikuwa hatujatosheka ndugu yangu. Kakangu maja hapa hapa alikuwa anakaa ananiambia, Mzaramo, kwa nini mpira uishe saa hizi? si tumekuja kuangalia burudani bwana, hii burudani nzuri. Nikamwambia ndo itafanyaje, ndo dakika zishatimia. Lakini kiukweli sasa hivi mwana simba aliotoka humu kwenye ili dimba la Benjamin Mkapa anatamani kumwona tena. Kesho kutwa tunaingia uwanjani kabla ya ile mechi ya kimataifa. E bwana, mmeanza mchezo wenu wa kwanza na ushindi mnono wa goli tatu, pengine hii inatoa taswira ya na namna gani haswa kwa msimu huu ambao umeenda kuanza. Msimu huu utakuwa mgumu, hiyo ni seme tu, timu zimejiandaa. alafu nadhani lenga pulila itakuwa hakuna. Msimu huu nimemuona jana, nimemwona jana hapa akicheza pambajiji wakati ana kile kibakuli yeah. Kwenye jezi yake nimeona pale balaa likifanyika. Niliwaona pale kina Najimu, wakigusa wanaondoka wachezaji wana fitness na pale ndo wa hawajafanya mazoezi jana yake, lakini walikuja wako vizuri, fiziki safi, wamejaribu kwenda kushindana, ndio maana ukaona yale maneno yanaendelea endelea. Wakikaa mbele ya kamera hawasemi, lakini wakikaa nyuma ya kamera wanasema kocha ajui kupanga kikosi huyu, kocha huyu, sidhani kama ijumaa <laughs> tatu zita hatuta swali naye huyu swala <laughs> ya Jumatatu ala haula, wala, haula, wala kuwata, hatuwezi kufika mm. kwa hiyo maneno maneno, kwa hiyo ule uzito wanauona, mimi nadhani mm. ile jumaa tatu kama kutakuwa kwenye ligi tena wanacheza mechi tatu kabla mechi tatu zaidi kabla ya Jumatatu mm. basi lolote linaweza kutokea, tunaweza asiwe mwenzetu mm. Lakini sisi kiukweli kabisa tumeenjoy football, eh na tumeenjoy klabu yetu, wachezaji mmoja mmoja walikuwa wazuri, basi tumefurahi soka mm. Bwana wa miongoni mwa kauli ambazo amezizungumza msemaji wa pambajiji hapo jana mm. alisema ni kweli wamefungwa, mm. lakini tuwaambie Young Africans watafute kocha. Haya, mimi nilifanya interview na yeye pia akasema, mm. lakini pia na nainukuu, we ndugu yangu, ukiwaangalia mm. ni kweli wanachokifanya wale majamaa, mwalimu hayupo mwenye mipango wale mbele jana wakuwa makini tu, lakini waliwakamata. Kila kipindi cha kwanza waliwapiga pingu, kila sehemu pale ndani walifanya wana. Ndio maana nikamtaja Najim, walikuwa wanagusa wale nani, nashon naftari eh? walikuwa wanapiga pasi wanaondoka tu, watoto wadogo wanatembea. Kwa hiyo nilikuwa naona hapa balaa linakuja kwa watani zetu Nili, ala nililiona, ili mbele huku sio kuzuri, hawa hawatakagi hivi. Na ukizingatia sasa hivi kile kibakuli kwenye jezi hakuna, kile cha tano sita saba kile hakuna. Kwa hiyo balaa litakuwa zito, nimeliona. Kama wewe unathibitisha, umehojiana naye kasema hivyo basi kila mtu sio kipofu, hata wao wenyewe wana ngogwe, wanakaa wanaambiana, bwana pale kuna mtihani <coughs> hey! na ule mtihani wana ngogwe wana njano <coughs> hey! Ngogwe si inakuaga na rangi ya njano? <coughs> hey! Ngogwe wana ngogwe wenyewe wanaambiana, bwana hii safari hii mbona kama tutaishia njiani, na sasa hivi ukumbuke tuko kwenye kimataifa. Hey, sasa kule wakitoka kule ndo wataondoka mbio mbio mbio mbio watambarasa, yani atafuku mm. Na wale unajua hawana nongwa wale mm. Hey, wale bwana, nongwa wananongwa sana mm. Kwa hiyo watakapoelekea, naamini hakutakuwa kuzuri mm. Barali takuwa zito na sisi tunalisudilia barari we zito, ili tucheke mm. Hey, e bwana, baada ya mchezo huu mnakwenda sasa kwenye mchezo wa kimataifa, lakini pia vilevile vile Simba itacheza pasini wa mashabiki, pengine labda hili mnaona kama kafu wanawanyima ule uondo na ile rithimu ya mashabiki. Ah, unachokisema kinaweza kuwa sahihi kwa sababu tunajiuliza kosa tumekosea wapi. Hatujawahi kuona mimoto inawashwa ikafika hata kwenye kibendera cha kona. Hatujaona moto ukiwashwa kwenye uwanja wa Mkapa ukafika hata kwa viongozi mm. au kwa mashabiki. Sisi wakati tumeenda kucheza Bekane mm. Tumekuona mimoto imewashwa na askari wanapigana na mashabiki mpaka golini kwa golkipa, lakini hatukusikia wale wakifungiwa. Na mechi zote tunazocheza hapa, uwe na Al Ahli, uwe na nani, hata wanapocheza wenzetu, umeona msimu wetu pia, wale wapinzani wanawasha kokoto wanavua mashati, wanawasha, lakini kule si atusikii na tutu hii, kwa huku kwetu tu hii, tunajiuliza uliza, kwa sababu kila mwanasimba leo naamini hata nyinyi mkijiuliza, mimi leo sijui mechi gani ilotusababisha kuwa hivyo. Hebu niwaulize, mechi gani ilotufanya sisi tuzuiliwe kutocheza bila mashabiki? Maana ile adhabu nyingine ilishafanyika tukaridhika, tukajaa Mwembe Yanga pale wote wanasimba tukajaa, tukaijaza ule viwanja vya Mwembe Yanga pale, tukatizama pale mm. Kwa hiyo ile adhabu yetu ile iliisha. Sasa sijui adhabu gani? Mimi sijui, labda nyie waandishi mm. mniambie, tulikosea wapi Kukia ili mradi, mimi kama kioo cha jamii kwa mashabiki wenzangu mm. niwaambie tulikosea wapi, ili siku nyingine isikoseke. Mm. wapi ilo tusababisha sisi tusicheze bila mashabiki Zaramu, kwa kumaliza tu hapa, na nigongelee nyundo yangu hapa. Ah, ongea lolote kwa mashabiki wa Simba ambao wako nyumbani, lakini pia vilevile vile, wanatarajia kwenda kuiona Simba ikicheza vizuri mchezo wao wa marudiano dhidi ya Gibron United. Aa, kwanza niwapongeze mashabiki wa Simba. Mashabiki wa Simba ni mashabiki wa mfano. Haijawahi kutokea kwenye Tanzania hii mashabiki kuwa bora kama wa Simba. Hata kupata ile tunzo ya IFL ni tulikuwa sisi mashabiki tumefanya kweli, mm. Nikwambia hivyo kwa sababu Simba misimu minne mfululizo mm. hatujapata kombe. Lakini hebu iangalie Simba Day mashabiki walivyoenda kuunga mkono klabu yetu. Utashangaa umeona mm. Lakini na hakika kabisa, kama hii mechi ya kimataifa ingechezwa ingefanywa ingechezwa na mashabiki, hii mechi mm. basi ingekuwa zaidi ya Simba Day, yeah. Wana Simba sasa hivi wana moto na klabu yao mm. Kwa hiyo wanahitaji kuona klabu yao inaenda mbali na kila mtu ameridhika na usajili. Kwa hiyo tunapokwenda, tunatarajia kupata makubwa. Kwa hiyo kama tunapata makubwa, lazima tuonyeshe na sisi tunaichangia nini klabu yetu. Kwa hiyo lazima tuwe tunahakikisha kuifata kokote inapokwenda klabu yetu. Ea nukta hapo, nikushukuru sana. Aya, asanteni sana.